Chini ya juani tukijadili kuhusiana jinsi watu mbalimbali wanavyohangaika katika kutafuta kipato chao cha kila siku. Makala hii nakupa nafasi ya kufahamu nini na magani watu wanapitia changamoto mbalimbali. Hmm. Na mwisho wa siku anafikia kwenye sehemu ambayo kiukweli anaweza kuona nyuma na kusema kwamba alipita sehemu fulani na anakuwa anaonyesha mafanikio fulani pia. Na na vizuri ni kwamba tu unatafuta kitu kicha kwako kwa uhalali. Karibu mtazamaji kutazama makala hii. Mtazamaji karibu sana katika makala ya Mchumia Juani na siku ya leo, tukiwa tunamwangazia kijana ambaye ameamua kujishughulisha na kazi ya kutengeneza viatu vya kiki na kiume kwa kutumia vitambaa pamoja na ngozi. Kijana huyu anajulikana kama Shaban Joni huku vijana wengi wakiwa mtaani wala hata hawaelewi kesho yao na wengine hufanya mambo ambayo ni hatari kwa maisha yao yote hii ni kwa sababu ya kupenda njia za mkato lakini hii ni tofauti kwa kijana Shaban John ambaye ameamua kujiajiri mwenyewe kwa ajili ya kutengeneza viatu vya kike na kiume ilikuwaje mpaka kuingia katika fani hii baada ya kushindwa kuendelea na safari yangu ya kimasomo nika, nikaja kujikuta sasa, inabidi nitafuta sehemu ya pili ya kwenda kujiendeleza kuji, pamoja na kuhakikisha anakula kwa, ana kwa jasho lake, lakini bado ana changamoto nyingi, kwa ni jua ni lake na mvua ni yake. Pamoja na hayo yote bado anapambana. Kwanza kabisa ni eneo kama unavyoona hapa, jua mla bahati aisee, hapa likipiga vua manake ndio ofisi isha, ishafungwa hata yeye saa mbili hiyo ni moja wapo, lakini ya pili ni kwenye upande wa wateja. Bwana viatu kama unavyoona vinatumia sana vitambaa. Sa mtu unavyoambia mtu anakuja, bwana unavaa sa, size ngapi 36? sita unamtolea bwana, ndio thelathini na sita. Haya fresh, ngoja ni test, ana test, afu mwisho wa siku anunu akakuta viatu vinachafuka, yaani siku zote unaambiwa mara baada ya kuchumia juani basi ujue utalia ya kivulini. Tangu kuanza kwa kazi hiyo, je, ana mafanikio yoyote? Kuna kiasi cha hela ambacho mi nakipata na, na, na nje ya kumwomba mzee wangu au mazangu pale nyumbani. Hiyo ni faida mojawapo, lakini lakini ya, ya pili ni kujuana na watu tofauti tofauti, sababu hapa mimi ni mfanya biashara mdogo mdogo, kwa hiyo kuna raia ambao tunajuana nao, kuna ambao jumla, ambayo before, kwa kasi, nao, kwa sasa hivi, nao. Kwa mfano kama kwa muda huu kuna ambao wanakuja kununua kwa jumla ambao nilikuwa before sijuani nao, ila kwa sasa hivi najuana nao, kwa hiyo naweza tukapata connection kubwa ya, ya kufanya kazi. Hiyo ni, ni faida ya pili, badala ya kutafuta kwa kutumia njia za mkato. Vijana wa kitanzania wanatakiwa kufanya nini kuhakikisha kwamba wanavuna kwa jasho lao? Sidhani kama kuna kijana ambaye hana fani yoyote ya, yani kila mtu anakuwa na fani yake, au kama una fani, kuna kile kitu kujifunza ukiwa okay, oh, una, una, unataka una kujua kitu kwa dhati, lazima ujue. Kama mimi mimi mimi nilikuwa sinaga fani ya funda pia, lakini ilinibidi nijifunze kutokana, sasa sina njia nyingine ya kuingiza kipato au kwenda kusoma, sababu kama nilivyokuambia mwanzo, sisi nyumbani kwetu pale, kidogo hali ya uchumi ilikaba. Kwa hiyo ni kujituma, kuto kataa kazi, sababu kuna mwingine bwana anachagua kazi. Kama mimi hapa nashona viatu laia, anapitapita mtu kama mtu mwingine, kuna bwana njoo, bado tukae tushone viatu tuka, ah, mi nitakaa pale, mshikaji wangu, hiyo kazi mimi siwezi kna. Naambia tu kwamba tusichague kazi, tujitume, mwisho wa siku tutafanikiwa tu. Waswahili wanasema haba na haba hujaza kibaba na polepole pole, ndiyo mwendo. Mpaka sasa Shabani ana uwezo wa kumudu gharama za mambo mbalimbali mbali ya kimaisha kwa kipato kidogo anachokipata toka katika kazi yake hiyo ya kutengeneza viatu vya kike na vya kiume. Inawezekana, cha muhimu ni kujishughulisha bila kukata tamaa na siku zote utajikuta tu ukilie kivulini. Mara baada ya kuchumia juani kukuletea makala hii, mimi ni Macrine Sovelwa, Mlimani TV, elimu kwanza. <tik>